Kwa sababu pia tunapotembelea eneo la mgogoro ni kwenda kutafuta ushahidi zaidi, tuweze kujiridhisha anachokizungumza huyu kiko sahihi. Lakini kuna mazingira ambapo mnaweza mkaenda kutembelea eneo la mgogoro kwa ajili ya kuwasuluhisha vizuri wadaawa, ngoja kwanza tule tukaliangalia eneo, mnakwenda pale, sio mbaya kwa sababu lengo kubwa hata mnapokwenda kwenye eneo la mgogoro muwe tayari mmejipanga kichwani kwamba mnakwenda kule ili kusaidia hawa watu kuwapatanisha, sio kusema kwamba ah, baada ya kutembelea eneo la <laughs> mgogoro tumegundua kwamba wewe, hili eneo sio la hapo. Mnakuwa mmetoa nini? Mmetoa maamuzi ni katika kuhakikisha jamii inanufaika na mfumo wa haki kwa njia ya amani. Mwenyekiti wa Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS kanda ya Iringa, wakili Moses Ambindilwe ameungana na wanasheria wa manispaa ya Iringa pamoja na dawati la jinsia la jeshi la polisi kutoa mafunzo maalum ya usuluhishi kwa baraza jipya la kata ya Isakalilo. Katika mafunzo hayo, wakili Ambindilwe ameeleza wajumbe wa baraza hilo kuhusu mbinu salama na za kisheria za kutatua migogoro ya ardhi pamoja na kusisitiza umuhimu wa kufuata sheria mpya zinazotoa mwongozo kwa mabaraza ya kata ili asigeuke kuwa chanzo cha migogoro badala ya usuluhishi ya ardhi katika ngazi ya kata, ambapo nimeweza kuweka wazi kwamba sasa hivi sheria inataka shauri lolote lile la ardhi ambalo thamani yake haizidi milioni mia tatu, na kabla hajapelekwa katika ngazi ya baraza la ardhi na nyumba la wilaya, si shauri au mashauri ya, ya namna hiyo, anatakiwa kwanza yapite katika ngazi ya kata kwa ajili ya kufanyiwa usuluhishi. Sheria mabadiliko ya sheria yanataka mabaraza haya yaweze kufanya usuluhishi tu na yasifanye uh, kusikiliza mashauri na kutoa maamuzi, na sheria inataka baada ya uh, usuluhishi kuwa umekamilika basi, uh, hati maalum aweze kujazwa na upande ambao utakuwa hauja, uh, hauja huwa tayari kusuluhishwa basi nakuwa na nafasi ya kufungua uh, shauri katika baraza la ardhi na nyumba la wilaya. Ndicho ambacho nilikuwa nikikizungumzia zaidi, lakini pia niliweza kuwaasa uh, wajumbe uh, wapya wa baraza hili la la kata ya Isakalilo uh, katika kutekeleza majukumu yao waweze kuzingatia uh, sheria. Wafanye kazi yao kwa kufuata sheria, maana huo ndio msingi ya utawala bora. Wasitumie uh, hisia zao wasitumie mihumko katika kutekeleza majukumu yao na lengo lao kubwa, lengo la haya mabaraza kubwa kabisa ni kuhakikisha amani inatamalaki katika ngazi ya kata, na ndio maana usuluhishi Aidha, Wakili Ambindilwe imekumbusha jamii kuwa sheria si kwa wachache pekee, bali ni kwa kila Mtanzania, na hivyo kila mtu ana wajibu wa kuripoti ukatili unaofanywa dhidi yake bila uoga wala mtazamo hasi. Sheria mama ni Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uh, unakutana na bara ambayo inasisitiza kuhusu usawa. Na inasema kwamba binadamu wote ni sawa, na hii inamaanisha kwamba binadamu wote ni sawa, ikimaanisha kwamba mwanamke na mwanaume, mtoto tumzima mzima, wote wako sawa mbele ya nini? Mbele ya macho ya sheria. wa wasione aibu uh, kutoa taarifa pale wanapofanyiwa matendo ya kikatili uh, na wanaume wenzao au hata na wanawake. Unajua kuna wanawake ambao wanafanyia matendo ya kikatili wanaume, na wanaume wanaogopa kutoka kwenda kutoa taarifa. Rai yangu kwa wanaume ni kwamba uh, wajitokeze watoe taarifa pale wanapofanyiwa vitendo vya unyanyasaji wa kijinsia na, uh, na na wanawake au na watu wengine wa jinsia yoyote. Kutoka upande wa Manispaa ya Iringa, Mwanasheria Robert Rumisha, amepongeza mchango wa mabaraza ya kata katika kutuliza mgogoro ya ardhi, huku akiongeza kuwa changamoto kubwa inayojitokeza katika migogoro mingi ardhi, ya ardhi inachochewa na masuala ya mirathi. Katika kata ya Isakalilo kwa lengo kubwa la kutoa mafunzo, kwa maana orientation kwa wajumbe wetu wa baraza la kata, maana waubani wake wamechuuliwa, kwa kuwa kuna hali ya kuapa kuwawezesha kufanya kazi kwa ufasaha, yaani ndipo. Kwa sababu kama tulivyo sema chimbuko la migogoro hii ya ardhi ni masuala ya miliki, na kimsingi kuzingatia pia thamani ya ardhi kwa manispaa yetu ya Iringa imeshakuwa kubwa. Kwa hiyo hata kama mtu akiingilia kwenye eneo la kuweza, hata kama ni hatua mbili au sentimita mbili, tayari migogoro inaibuka. Lakini mabaraza yetu haya yanatusaidia kimsingi katika kutatua migogoro, na pale inaposhindikana wao mabaraza uh, inaposhindikana watu wanawanapeleka wana, wana, wana, wana katika duu ya juu ya utatuzo u. Kwa upande wake mkaguzi wa polisi Elijah Bundala amesema bado wanaume wengi wanashindwa kuripoti matukio katili wanaokumbana nayo wakiwa wamefungwa na mila, aibu na hofu ya hukumu ya kijamii. Uh, takwimu sio kubwa sana kwa wanaume wanaokuja kuripoti kituo cha polisi kuhusu kufanyiwa ukatili na ikilinganishwa na kundi la wanawake, lakini kumekuwa na malalamiko kwamba wanaume wanafanyiwa malalamiko, na sisi tumeenda mbele sana kujiuliza, lakini tulichogundua ni kwamba wanaume wengi hawaji kuripoti vituo vya polisi hasa dawati la jinsia na watoto pia ukatili wanaofanyiwa, na mara nyingi wamekuwa wakiongelea A, pembeni au mtaani wanafanyia ukatili na hii inaweza kusababishwa na sababu mbalimbali mbali. Sababu ya kwanza tulizotambua sisi ni kwamba sababu ya kimila na kidesturi, wanaume wengi tumekuwa tunalelewa au wanalelewa kuto kuzungumzia mambo yao yanayowakumba hata wale wa ukatili, na endapo wakilalamikiwa au wakiyatoa hayo malalamiko wanaona kama wamezalilishwa au wamejizalilisha au wanahisi kwamba ule wanaume wao haupo tena. Hiyo ni sababu ambayo inapelekea kuto kuripoti. Sababu nyingine tuliyogundua ni kuwa na mtazamo hasi juu ya taasisi ambazo zinazoshughulikia haya makosa ya ukatili wa kijinsia, wengi wanaamini yametengenezwa kwa ajili ya wanawake aidha na watoto na mwanzoni tulikuwa tunaona kwamba grupu la wanawake na watoto ndio kundi ambalo liliokuwa linaathirika kwa kiasi kikubwa kufanyia ukatili, lakini sasa hivi na wanaume wanafanyia ukatili. Kwa hiyo wengi wamekuwa na mtazamo kama.